IKHLA Insights like the kitovu cha maarifa kwa mustakbali wako. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli watukufu wa, wa, wa Wat islam, tuko katika kijiji cha Msuka Taponi. Leo tuko katika iftar ya watoto pamoja na watu mbalimbali ambao tumewalika hapa, watu wa kijiji, watoto mayatima na wenye mahitaji maalum. Alhamdulillah, tuko pamoja nao, na kwa siku ya leo tutakuwa tunafutari ya pamoja. Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujalia kuweza kujumuika nao, kwa sababu ni katika jitihada za watu mbalimbali mbali, za Waislamu mbalimbali ambao wametoa chochote katika kufanikisha jambo hili, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala amehimiza jambo hili pale aliposema, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaka wa akun min as-salihin, kwamba Allah subhanahu wataala ametutaka tutowe katika vile ambavyo tumeruzukiwa kabla hayajafika mmoja wetu mauti. Na atasema mtu, lau unaakhirisha ya Allah, unaniakhirisha juu ya mauti yaliyo karibu, la assadaka wa akun min as-salihin, basi ningelitoa sadaka na nikawa miongoni mwa watu wema. Allah subhanahu wataala anasema walan yuakhir allahu nafsan idha jaa jaluha, Mungu haiakhirishi nafsi pale ambapo inafika muda wake. wallahu khabirun bima taamalun, na Mungu ni mwenye habari juu ya yale ambayo mnayofanya. Kwa hiyo tupo hapa ili wale ambao walitoa basi kuweza kupata thawabu kwa kile ambacho mekitoa, na sisi ambao tumefika hapa nikuja kufutari kwa pamoja ili kujenga udugu kwa pamoja na kujenga ule ukhuwa al-islamiya, udugu wa Kiislamu, na kujenga mapenzi, kwa sababu yale ambayo tunayapenda sisi, basi na wenzetu tunawapendelea. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, wapendelee watu yale ambayo unapendelea nafsi yako. Kwa hiyo kama wewe unapenda kula vizuri, basi na wenzako wapendelee kula vizuri, na kama wewe unapenda kheri, basi na wenzako wapendelee kheri. Kwa hiyo kwa hili tumekutana hapa katika jambo hili la kheri. Tunamshukuru Allah subhanahu wa taala kufika hapa na kuweza kujumuika na watu mbalimbali, watoto mbali, watu wazima na watu wenye mahitaji mbalimbali. Alhamdulillah, kwa hili pia tunatoa shukrani kwa ndugu zetu mbalimbali ambao wamechangia wa katika kufanikisha jambo hili. Allah awabariki. Kwa kila ambaye amechangia kwa njia moja au nyingine, Mwenyezi Mungu amlipe kila laheri, na hiyo ni sababu ya mafanikio yake katika maisha haya ya dunia na kesho akhira, na chochote atakachokitanguliza basi hichi kina kheri kwake yeye. wama tuqaddimu lianfusikum min khairin tajiduhu inda Allahi huwa khairan wa adhama ajra, chochote kile ambacho mtanguliza katika jambo la kheri basi mtakikuta kwa Allah kikubwa zaidi na chenye ujira mkubwa. Kwa hiyo tunaamini kwamba wale ambao wametoa basi hawajapoteza na isiwe ni mara hii tu, wazidi kutoa na mara nyingine na mara nyingine. Kila ukitoa basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuzidishia katika kile ulichokitoa. wala afwa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <tipa>